Mkoa wa Lindi vifo vya mama vitokanavyo na uzazi vimepungua kutoka vifo 38 mwaka 2023 hadi kufikia vifo 27 mwaka 2024. Idadi kubwa ya vifo hivi vimetokea katika halmashauri ya municipal, hivi vifo 11, Kilwa sita, na Nachingwea tano, Liwale tatu, Mtama moja, Ruangwa moja vifo hivyo. Vivyo hivyo, vifo vya watoto wachanga chini ya siku 28 vimepungua kutoka 200 sabini na mbili kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi kufikia mia mbili arobaini na mbili mwaka ishirini na nne elfu mbili ishirini na nne. Tuna kazi kubwa bado ya kufanya, wataalam, mtakubaliana na mimi. Nipende kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake na uwekezaji mkubwa uliofanyika katika sekta ya afya uliosaidia mafanikio haya kupiga hatua mbalimbali. Juhudi hizi ni pamoja na ujenzi wa hospitali ya mkoa hospitali mpya za halmashauri zimejengwa katika manispaa ya Lindi, Mtama, Ruangwa na Liwale. Aidha, hospitali kongwe mbili za Kilwa na Nachingwea zimefanyiwa maboresho makubwa. Vituo vya afya 18 na zahanati 47 zimejengwa katika mkoa wetu wa Lindi. Miradi hii pamoja na ununuzi wa vifaa tiba imegharimu zaidi ya bilioni 42 milioni 631 pamoja na 50,928.20. Endapo mama mjamzito akijigundua kwamba ni mjamzito, anashauriwa kufika kituoni mara anapojigundua ni mjamzito, ili kupata elimu lakini kupata tiba pamoja na vipimo kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma ya afya. Kuna faida kubwa mama anapowahi kliniki, kwa sababu kuna changamoto nyingine ambazo anaweza akawa nazo lakini yeye mwenyewe hazifahamu, lakini pindi anapofika kituoni kupata huduma akikutana na mtu wa huduma akapata na vipimo, anaweza kagundulika changamoto hizo na kupata matibabu haraka. Lakini pia kuwahi kliniki mapema kunamsaidia mama kupata elimu ya lishe, jinsi gani ya kutunza ujauzito wake, lakini dalili za hatari wakati wa ujauzito ambazo akiziona inabidi arudi hospitali kwa ajili ya kupata